Mnaendeleaje? Salama. Za majukumu yenu. Salama. Ongereni kwa kujifunza. Salama. So, leo kwenye training yetu kama kawaida tunapokumbushana, tunapopitishana kwenye mabrashi nyie, kama dhahabu tunapopitisha kwenye moto ili mng'ae, tunataka kuanganisha kwenye kipengele cha usafi leo. Sisi tunaposema dada, majukumu yake makuu matatu ni mapishi, malezi na usafi, sio tu ile kawaida. Yani tunataka mtu ambaye anafanya mapishi bora anafanya malezi bora na anafanya usafi bora. So leo kwenye kuongelea usafi bora, tuko na professional usafi dada Tedi. Kwa hiyo dada Tedi leo atatupitisha kwenye uh, topic nzima ya usafi, unakuaje, unafanyikaje, na vyote atatuelekeza. So ninachokitaka kutoka kwenu ni kwamba mnatakiwa sio tu kumsikiliza, unaelewa, ili uende ukatekeleze kule ambako utaenda kazini, ili uweze kutoa ile huduma bora ambayo sasa inabeba, ndo inabeba taswira ya ofisi yetu. So mm, mm, dada, tena karibu sana asante. Okay, sawa. Mimi nita leo nina somo la usafi, usafi bora wa majumbani. Tukisema usafi bora wa majumbani, kuna baadhi ya kazi kazi ambazo ni lazima zifanyike kila siku nyumbani, kama kufagia, uf kufuta vumbi, kufuta meza, hizo zinafanya nyumba ionekane katika hali nzuri, katika hali, hali nadhifu, nyumba ipendeze. Usafi tukizungumzia usafi, kuna usafi wa aina tatu: usafi wa kila siku, usafi wa wiki na usafi wa mwezi. Na katika kufanya usafi, tukija kwenye usafi wa kila siku, unapoamka asubuhi, kabla hujatoka chumbani kwako, lazima kwanza uanzie kutandika kitanda chako. Unaanza kwanza kutandika kitanda unatandika kitanda chako, unamaliza unapanga vitu vyako chumbani. Hapo hiyo inafanya chumba chako kipendeze, na unaiandaa pia akili yako. Unapotoka hapo unaelekea kufanya usafi, itategemea sasa na mwajili wako anataka uanzie usafi wako wa asubuhi wapi. Mwajili mwingine anataka asubuhi uanze kumwandaa mtoto, au asubuhi uanze jikoni. Ukishamaliza hapo sasa umeshaandaa chumba chako umeshatandika chumba chako, umetoka una, unaoga, unatoka kwenda kufanya kazi zako za kila siku. Unaanza usafi wako wa kila siku, utafuta vumbi. Ukishamaliza kufuta vumbi, utafagia. Kwenye usafi hatuanzi kufagia kabla hujafuta. Okay. Uh, kwenye hicho hicho kuna kitu kingine cha kuongezea kwamba mm -hmm. Usafi, usafi wowote uwe ni usafi bora au usafi wa kawaida, unaanza na wewe. mm -hmm. Kwa hapo ambapo Dada Ted amesema, kuna ukiamka tu unatakiwa kwanza uandae chumba chako kwenye mm -hmm. kutandika, kupanga vitu vizuri, unavotoka hapo, break ya kwanza sisi wa dada senta, ni kanuni, ni sheria na ni lazima kuoga. Ndiyo. Yaani mm -hmm. mm -hmm. lazima ukaoge ujiweke safi, paka deodorant, utoe hiyo harufu, ukatize hiyo harufu ya makwapa, ndio mm. Una uwezo kwenda sasa kumwamsha mtoto ili uweze kumwandaa. Uwezi ukatoka tu, naenda kumgusa mtoto, mwandae wakati una jasho unatoka jana usiku mm. Au unaenda tu kuandaa chai ya bosi wakati umechoka, yani umeamka upo tu hueleweki. Kwa hiyo unatakiwa mm. ujiwe, ujiweke safi, vaa vizuri, paka deodorant, unukie vizuri, ndio unaenda kufanya usafi Ina maana sasa hapo, kama unatakiwa kumwandaa mtoto, basi unajua kabisa anapita hapa, namwandalia mtoto naanda hiki naanda hiki, mtoto anaondoka, mimi naendelea na ratiba zangu za usafi wa kila siku. Ko, kwetu ni sheria, wewe kuwa msafi, nguo zako kuwa safi, ili uweze kufanya usafi kwenye hiyo ofisi yako, kwenye hiyo nyumba ya bosi wako. na hapo hapo nikiongezea hapo kwenye kuoga, ukioga asubuhi pia unaofanya mwili wako un unaofanya yani, unaofanya mwili wako uwe mwepesi unafanya mwili wako uwe mwepesi na kuchangamka, uchangamke. Ukiamka tu asubuhi, hujaoga, unaenda kuanza kufanya kazi kawaida, mwili unakuwa mzito, lakini ukioga mwili wako unachangamka. Sawa, tuendelee na somo letu la usafi, usafi wa kila siku. Tunapoanza, tunapozungumzia usafi, tunamaanisha kusafisha nyumba, kuanzia kufagia, kufuta, kudeki, kuosha vyombo, kupanga meza, kupanga vitu kazi zote za usafi za siku nzima lakini unapoanza usafi tunaanza na kufuta vumbi hauwezi kuanza kufagia kabla hujafuta vumbi kwa sababu ukianza kufagia ukija kufuta vumbi tena litarudi kwa hiyo utaanza kufuta vumbi kuna mabuibui utaondoa utachukua fagio la mabuibui utatoa mabuibui yataanguka ukishamaliza kufuta kuf, kufagia ndo unaanza kufuta na hapa mbele yetu tuna baadhi ya sabuni ambazo tunazitumia kwenye usafi Tuna hii sabuni ya maji, hii ni sabuni ya maji ambayo tumeitengeneza hapa Wadada Center. hii sabuni tunaitumia kudeki, kudekia, kudeki, kudeki kufutia vumbi, ni sabuni nzuri hii sabuni. Ukiwa, ukiwa una deki, utaeka maji yako utaeka sabuni, lakini kama pia unapenda deto, bosi wako anapenda uwe unaeka na deto kwenye sabuni ya kudekia, utachanganya na deto. utatumia kudekia Alafu pia kwa upande wa kusafisha vioo tuna glass cleaner. Hii glass cleaner itakusaidia kufuta vioo, utasafisha vioo vyako vya bafuni, vioo vya madirisha, utatumia kufuta hiyo glass cleaner. Kwenye upande wa kusafisha hizi mbao furniture za ndani, furniture za ndani mm -hmm. tunatumia polish ambayo inaitwa wood furniture polish au furniture polish. Yes. Hiyo inatumika una spray na kitambaa chako kikavu kisafi, utafuta. Hii itang'aa. Alafu pia tukija kwa upande wa bafuni, uh, tumalizia upande wa sebleni kusafisha sofa, vitambaa vitambaa, hivi ambavyo ni sofa za vitambaa, tunatumia hiyo foam cleaner. Utaitumia hiyo kusafisha sofa zako zitang'aa vizuri. Ukisha kuwa umemaliza kusafisha jikoni umemaliza sebleni ume, kama kuna ofisi umemaliza ofisini sasa utarudi kusafisha bafuni. Utakuja bafuni. Kwa upande wa usafi wa bafuni tunatumia Vim. Tunaweka Vim, tunatumia Vim kusafisha sinki, sinki la choo sinki la choo, la kunawia mikono lakini hapo hapo tunatumia na jiki. Jiki yenyewe kazi yake ni kuondoa tu uchafu sugu ambao unakaa kwenye kona za masinki ya choo. Vim inasafisha sinki lote la choo kuanzia juu mpaka chini na lile sinki la kunawia mikono, lakini vim hatuideki chini kwenye flo, kwa sababu kwa sababu huwa inachenga chenga, unaweza kadeki ukimaliza baadaye, mtu akikanyaga atakuta chenga chenga kwenye mguu wake, kama hujafanya usafi e, kama hujafanya usafi mm. Kwa hiyo vim tunaitumia kusafisha sinki la choo, sinki la bafuni na bafu ambalo limetengwa kwa ajili ya kusimama mtu kuoga pale. Jiki utaweka kusafisha sinki sinki lako la choo ile, ile sinki la choo. Unapokuwa unasafisha sinki la choo kuna kona hizi za pembeni, zile kona za pembeni, wakati mwingine brush huwa haifiki, hauwezi kusafisha vizuri kwenye lile zile kona za pembeni. Ndio maana ukishamaliza kusafisha choo chako kimeng'aa, unaweza kutumia jiki au kutumia hiyo hapiki hapiki halo, dawa tatu: kuna hapiki kuna halo kuna jiki kuna vim, lakini mimi naanza na vim. Unaposafisha choo utaweka vim na sabuni yako ya maji utasafisha choo utamaliza, utakuja kwenye zile kona za choo, unaweza kaweka halo au kaweka jiki, ile jiki inaenda kusafisha zile kona ambazo brush halijafika. Lakini unapoweka ile jiki, hauflush unaiacha kwa muda e, ili kwanza ifanye kazi yake. Baada ya kama dakika kumi, kumi na tano utaenda kuchukua lile blush, unasafisha sasa tena ndo utaflash iende. Kwa upande wa halo, halo kazi yake ni unaweka, unapoanza kufanya usafi unaangalia zile ambazo, sehemu ambazo zimeathirika na madoa, kama ni kwenye tiles au kwenye sinki, utaangalia zile sehemu ambazo zimeathirika na madoa utamiminia mle, kwa sababu halo inaunguza Ukimimina uh -huh. Okay, tu chini utaona kama inachemka, utamimina uh -huh. Utaacha kama daka tano kumi, utatafuta blush lako, utakuja kufanya usafi, utasugua. Tufanye tu, tuzungumzie kama mtu unataka kusafisha labda chumbani uh -huh. Kwa sababu chumba kawaida kinakuwa master bedroom kina bafu okay. Unapoingia kusafisha chumbani hivi, hivi vifaa vya usafi uh -huh. Utaenda na halo, utaenda na vim. Utaenda na sabuni. Kwanza utaanza kuweka hivi vifaa bafuni. Utaweka vim, utaweka na halo. Ukishaweka hivyo vitu vim na, na halo kwenye sinki, sinki la chooni, sinki la bafuni, utaangalia ile sehemu ya kuogea pia utaweka pale, unaacha. Unaenda kuendelea na chumbani mm, mm, mm, ei, unaendelea mm na shughuli nyingine oh, lengo la kuacha kwa muda huo ni kwamba dawa ipate muda wa kufanya kwanza kazi kabla mm kusafisha ndio, okay, ili dawa iweze kufanya kazi kabla ujaja kusafisha. Utaendelea na kazi zingine, utafanya kazi zingine. Ukishamaliza kufanya kazi zingine, utarudi utachukua brashi lako utasugua. Ukishamaliza kusugua, unasuuza na maji masafi, unafuta okay, na kitambaa kikavu unaacha bafu lako safi na okay. Wanaweza pia kumwaga ya maeneo ya, ya, ya wazi kama sebleni, kama na tarizu, kusema nakusemasiku ambayo sasa labda dada amehisi kwamba mm -hmm. tu inatakiwitumikenaa inaweza kutumika sebleni kwenye sehemu ambayo imeasirika inadoa okay. Labda umemwaga chai ya rangi zimekuwa na doa doa ambalo haliwezi kutoka kwa kudeki tu na sabuni, unamwaga pale. Aiza chakula waliweka chakula, unaweka ile halo halo. haitumiki -ha n yani haitumiki -ha ovyo kwamba yani, kila sehemu haumwagi kote, ila unamwaga kwenye maeneo yenye madoa sugu, na ukishamwaga, unatakiwa uwe makini ili kuja kupa sugua baadaye na kuna athari zozote ambazo mtumiaji anaweza akazipata akiwa anasafisha yani akishamwaga haru wakati mm -hmm. wa kusafisha au kuna, mm -hmm. anatakiwa a ana, anatumia nini na nini kusafisha au akigusa labda kwa mikono kwa ngozi kuna chochote ambacho kinaweza kutokea? Ndiyo, athari zipo. mm -hmm. kwa upande wa halo halo, inaunguza. mm -hmm. kama umemwaga halo vibaya, mm -hmm. tuseme mtu labda kama unafanya usafi unashika kopo kama hii, mm -hmm. we umesimama unafanya Eh, unamimina, unamimina, si kama doa lile pale. Kwa hiyo uh-huh. wewe unamimina, umesimama, mm -hmm. ikimwagika lazima itafanya nini? Itakurukia, itakurukia. Kwa hiyo hiyo ina athari, kwa sababu halo inaunguza. mm -hmm. utaungua na itakuwasha. Kwa hiyo unapokuwa unatumia halo, unatakiwa kuwa makini. mm -hmm. nenda chukua kopo lako la dawa, unafanya nini? Unamimina. Una sehemu ambayo sehemu husika ambalo inatakiwa okay. Kwa mfano kwenye age na maanisha kwenye kingo kati ya tiles na ukuta, kuna kuaga na hali fulani hivi ya uchafu sugu, mm -hmm. unaweza kupitisha aro sehemu hiyo, ukawa na mwaga kote amini umo pembeni mote, au haiwezekani kuitumia hapo, kwa sababu ni eneo kubwa sana. Unaweza kupitisha okay, unaweza kupitisha kwa sababu unapokuwa na halo yako iko kwenye chupa, mm -hmm. umetoboa pale juu, mm -hmm. umetoboa pale juu kwa sababu huwezi kumimina ikiwa umefungua tu kwa mfano, umefungua, hmm. ukaanza kumimina wazi, itaenda nyingi. kwa hiyo yeah. Wadada tunawashauri kuwa pia na matumizi mazuri, matumizi mazuri ya, ya vifaa vya hmm. usafi, kwa sababu ukimimina tu, siku mbili tatu utamwambia bosi, da imeisha. Unatumia mali za bosi wako vibaya. Kwa hiyo hey, hmm. tunawafundisha pia kutumia vizuri, kutunza mali za bosi. hmm. tunakufundisha tobo kitobo hapo kidogo unapita una, kumwaga taratibu, utamwaga uta mpaka mwisho. Ukishamwaga mpaka mwisho, unaiacha yeah, okay. Kama baada ya dakika kumi, unakuja unachukua, unachukua blashi lako unasugua, unasugua. Hata kama ni sehemu, labda mtu anataka kuhamia nyumba, mm. nyumba zile taili zimeathirika sana, kwa sababu ya shughuli za ujenzi au watu waliokuwa wa wame, wameka, wamekaa kabla imechakaa, like e, mm -hmm. Unamwaga unaweza kumimina hata kaka kaeneo koti. mm -hmm. Unapaacha baadaye, ukija na blashi lako unalisugua unasugua unadeki na unapokuwa unatumia halo. mm -hmm. lazima uvae gloves. Okay. uvae. Lazile, mm -hmm. wakati e, wa kusafisha uvae gloves ili kuzuia ile usipate athari kwenye ngozi yako na kwa upande ambao wa dawa nyingine ambayo pia tunashauri wavae gloves ni jiki. Jiki, okay, pia inaunguza, kwa hiyo ni vizuri pia ukavaa gloves, lakini vimu vimu haina madhara makubwa, unaweza ukavaa gloves au usivae, kwa sababu unapokuwa unatumia vimu utatumia lile blashi, aidha blashi mm dogo no, au kubwa, sawa. Na kuna uwezekano kwamba unapomwaga halo na ukamwaga vimu amini ukamwaga jiki hapo au, hazitakiwi kukusana kabisa. Kuna uwezekano wa kumwaga vim ukamwaga na halo, kwa sababu dawa halo ina a, mimi ni, aro na, na jiki kazi yake tofauti na jiki, sio vim hapana, hauwezi kuzichanganya yani hapo ni bomu kubwa sana. Hivi ili, ili tuwakumbushe wadada kwamba hmm. unaweza ukaletewa vifaa vya usafi lakini kumbuka maelekezo kwa sababu ina ile asidi ambayo ni corrosive asidi, mm -hmm. Ambayo ina uwezo kuchimba ngozi, okay. Na ile jiki tunavyotengeneza, tunatumia magnesium mm -hmm. Ambayo ukichanganya hizi chemical pamoja, ni rahisi kulipuka mm -hmm. Au hata kama zitolipuka, lakini ile impact ambayo inatoka pale, ile gesi ambayo inatoka pale ni rahisi kukuumiza wewe. Yani ni sawa tukawa tumetengeneza kibomu fulani hivi cha machozi huko ndani, kwa badala ya wewe kutusaidia, unakuwa umekuja kutuletea matatizo tena. So unatakiwa kuwa makini kwenye vifaa ambavyo unatumia. Yani umeletewa sawa, lakini kwa navyo makini. Kama unataka kutumia jiki, basi be specific sehemu ambayo unaenda kumwaga jiki, usitumie halo, lakini sehemu ambayo utamwaga halo, usimwage jiki. Na wakati hata wa kuchota, maybe kama ipo kwenye chombo ambacho unatakiwa uchote kwa kutumia labda chombo kingine Hakikisha chombo ambacho unachotea jiki hautokitumbukiza kwenye aro mm. na chombo ambacho unachotea aro hautokitumbukiza mm. kwenye jiki mm, ili hii itakusaidia kulinda usalama pia. Ndipo pale tunaposema wewe unajali usalama wa, njim, wa watu ambao wapo ndani, hiyo ndani ya, ya, nyumba ambayo unafanya kazi mm. so utakuwa unahakikisha kwamba wewe unafanya vitu vyako kwa umakini mkubwa mm, ili usije ukaleta madhara mm. ya ni kweli halo na jiki ni vitu viwili tofauti, na nimewambia matumizi yake ni tofauti, usichanganye jiki na halo. Hata kama haitalipuka ile kulipuka mlipuko, watu wanataka kuona mlipuko, lakini lakini itakuletea athari ile, ita gesi ikija itakuja itakuja kifuani, kwa hiyo itakuletea athari. Jiki inatumika kwenye choo tu, kwenye sinki la choo, ndani ya sinki la choo tu hiyo jiki itaflashi itaondoa ule uchafu wa kwenye zile kona ambazo brashi halifiki, lakini pia hiyo jiki itasaidia kwenda kuzibua bomba. Okay, mbele ya, mbele ya sinki huko nje, huko itazibua ita bomba halo yenyewe ina, u, inaivisha yani u, uchafu ambao ni sumu unalainika ili wewe uweze kufanya usafi kwa urahisi na kusugua sehemu yako kiurahisi. Kwa hmm, hiyo tuseme ukiweka halo kwenye sinki la choo, kwa sababu halo ikishika iki maji inapoteza nguvu. Yeah. Inapoteza nguvu. Hmm. Kwa hiyo ukiweka halo kwenye sinki la choo itakuwa hujafanya kazi bado. Yani, sawa umemwaga ume tu maji ya kawaida. Eh, umemwaga maji ya kawaida, kwa sababu ikienda pale itakutana na maji pale ita itapoteza nguvu. Haitaweza kufanya kazi ambayo itafanya jiki ya kuzibua lile chemba lile lile bomba la choo ambalo linapeleka uchafu kule kwenye chemba. Kwa hiyo ndio maana kwenye kipindi cha, kwenye usafi kwenye training za usafi tunasisitiza ukienda kwa bosi wako ukiona choo hakitakati, mshauri bosi wako kununua jiki ile. Jiki ukishamaliza usafi unaweka jiki mwishoni na unaiacha. Kama bosi wako anashinda nyumbani, ni vizuri ukampa taarifa kwamba nimeweka Eh, nimeweka jiki aidha uanze kuweka jiki mapema kabla hujaanza kusafisha bafuni yeah. Ili ukija wewe umalize kazi yako vizuri, lakini pia bafuni tuna dawa hapiki. Yeah. Tunatumia pia hapiki bafuni. Wangapi mnaijua hapiki? Amna mtu anayejua kopo la pink pia ni halo ni halo halo, siku zote rangi yake ya pinki. Lakini sabuni kama hiyo ambayo inakuwa ni ya orange, ni zile sabuni za maji ambazo mwingine anaweza katengeneza kijani, mwingine ya njano, mwingine sijuu ya bluu, yani zinatofautiana rangi. Lakini aro siku zote rangi yake ni ya pinki, yaani kokote unakwenda kununua aro inakuwa koko lake ni la pinki. Hii ni sabuni ya maji mmeielewa? Sabuni ya maji mmeielewa? Hmm. Tulitengeneza sisi tukaweka rangi ya orange. Kuna nyingine tuitengeneza kabla yake ya, ilikuwa ni rangi ya njano ambayo sio ya kukolea, hmm. Kwa hiyo hamna mtu ambaye anaijua hapiki, okay. Sawa. So, hapiki yenyewe iko kwenye hali ya blue. Yes. Ni blue. Ukiingia ukienda kwenye kwenye nyumba ya bosi wako ukakuta choo chake chini ni kama kina blue blue. Hiyo huyo huwa utaangalia pembeni hapo, kama ukiona kikopo kina, kina blue, utasoma kimeandikwa Hapiki. unajua hiki choo kinaikagwa nini Hapiki nayo pia, kazi yake. Hapiki, kazi yake ni kuua wadudu, kuua bakteria bakteria ambao hatuwezi kuona kwa macho yeah, wezi kuona kwa macho lakini pia, Hapiki, kazi yake inaleta harufu nzuri inaleta ha harufu nzuri. Lakini ukiwa ukiweka Hapiki kwenye choo utakiwe kuiacha ikamaliza dakika kumi kumi na tano mm -hmm. Lakini ukiwa ukiweka Harpic kwenye choo utakiwe kuiacha ikamaliza dakika kumi kumi, kumi na tano mm -hmm. Kwa sababu Harpic lile kule chini litaanza kuwa blue, blue kia unaiacha muda mrefu inakorea rangi hiyo, sasa unasafisha hey, hey, una una unaiflash inaenda. Harpic pia na jiki inafanya kazi ambazo zinaendana Harpic yenyewe inaua bakteria inaleta harufu nzuri, lakini pia kwenye lile shimo la choo inaenda inazibua, yes. E, lakini jiki yenyewe itakufanya choo chako king'ae, haitaacha asali zozote, itafanya choo king'ae. Nafikiri kwenye upande wa choo, mpaka hapo, kuna maoni na yote na swali, mwenye swali niona leo rangi na kwa hivyo, kama umeona ni sawa tu niambie, pata sabuni ishakuonaga ya kijani ya, ni kweli kwa sababu kwenye kutengeneza kila mtu anajaribu kubadilisha rangi ili mm, kubadilisha product yake, lakini sisi kama kituo waga tunabadilisha mara kwa mara, at least tubadilishe mwonekano wa sabuni yetu mm. Kwa hiyo tukitengeneza hii inawezekana na rangi ya kijani siku nyingine ukaja tuna sabuni yetu ya blue, siku nyingine ya njano, siku nyingine ndo kama hivyo, tuna orange. Kwa hiyo pia mnafaidika kama mtafuatilia vizuri pale, wakati tunatengeneza, unaondoka na ujuzi pia, sio yeah. tu patakuwa na sabuni mm -hmm. Lakini ndo kwa pia umepata ujuzi wa namna ya kutengeneza, na hilo madam ndo analolisisitizia zaidi. Unafanya kazi ili afu unaongeza ujuzi, upo pale pale, kila mara unajiongeza kutokana, unajiongeza na fursa zinazotokea yani, kitokea umepata fursa ya kujifunza kitu hata mm, ukienda pia kwa bosi wako, kama unajua kutengeneza sabuni ya maji, utamwambia bosi, nunua vifaa nitengeneze, mnatengeneza kindoo chenu kidogo, mnakaa una una unasaidia bosi wako kupunguza gharama ya vitu. Na kwa upande wa glass cleaner, glass cleaner kawaida inatumika muda mrefu, unapokuwa unasafisha kioo hatumwagi kama tunavyomwaga sabuni ya maji. Hmm. Au vim hmm, inaenda kidogo tu, una spray tu kidogo mara moja, unachukua ah, kitambaa si chako si. Una hmm, unafuta. Kwa hiyo unajikuta bosi anasahau kumbe kwamba kila glass clean labda nilinunua shilingi ngapi kwa, kwa, mm -hmm. mm -hmm. kwa e, nili. yeah, hiyo eh, yeah. tunawafundisha tu pia kutunza vitu vya bosi na una na kuwa na uchungu navyo eh, yani, na unavyohifadhi. Unamwambia madam, ulisema ma, ma, hii ulinunua kiasi fulani. Unakuwa umemsaidia bosi, yani umemrahisishia kazi. Nitapata wapi, sijui gapi? Ili kuepusha yote, basi unakuwa unamrahisishia namna ya kupata hivyo vifaa, ili wewe kurahisisha kazi yako.